niaba ya vijana, naomba nimwakikishie sisi kama vijana wachimbaji tuko tiari, kama jinsi ambavyo Wizara ya Madini aweza kusimama na sisi. Na kumbuka siku tatu nyuma zilizopita sisi kama vijana tunamhakikishia kwamba tutamwangusha na fanya kazi kwa weledi, na tutatembea natembea naset kama wanji wetu. Fikishia umoja wetu kwa kwa wazee wetu wa madini. Sisi kama vijana tutasimama imara msai